Green uh, ni rangi ya ku, kupoza I shout hilo la kwanza uh, la pili green manake inakuruhusu kama mtu ambaye unasimama kwenye traffic light unakuwa unaelewa hapa kuna red, kuna yellow na kuna green uh, sasa inapokuja green manake unaruhusiwa kuanza safari uende koo. Nilichagua rangi ya green kwa sababu nilichagua kujiruhusu sasa. Nilikaa takriban miezi minne sijafanya movement yote ya mziki zaidi ya show corporate ambazo nilikuwa nazifanya, lakini niliamua sasa, huu ni wakati wa mimi kwenda kwa ile, ni ishara ya rangi ya kuniruhusu sasa. Huu wakati wangu. Jamani, najua nimekaa muda mrefu kimya, huu ni wakati wangu, na watu walikuwa wananisubiri kwa amu, na nafurahi pia kuona watu waandishi wa habari mmekuwa wengi kiasi kwamba mpaka tunasukumana kutaka interview, manake huu ni upendo kwa, na na appreciate, washukuru sana. Lengo ndio ni jambo lako la kwanza tangu kutoka uh, WCB lakini tumeona unapata support kubwa sana kwa Wasafi well. tukianzia kwenye Wasafi TV dio mpaka CEO mwenye Diamond Platnumz akiwa ana post ilo kwenye insta story yake hilo, na wengine unalipi la kusema kwenye uh, nafikiri kwa sababu Wasafi mi ni familia yangu, ngoja ni kuweke sawa kitu kimoja. Mimi na Wasafi kilichobadilika ni mikataba ya muziki kabisa, karatasi. Yani ni karatasi tu ambalo sisi Wandengereko tunaita kusosa, unaweza kalichukua ukaenda kusosa lewa <laughs> kwa ni karatasi ndo limebadilika, lakini sisi ni binadamu ni familia same same na media nyingine. Ndio maana ukiangalia bana yangu ina media almost zote ambazo unajua kuna